Rafiki yangu, naomba unisikilize kwa dakika chache tu, kwa sababu kile nitakachokueleza leo kinaweza kubadilisha maisha yako kwa njia ambayo hujawahi kuifikiria. Hii siyo video ya kawaida ya YouTube. Hii ni mazungumzo kati yangu na wewe. Mimi ni kama kaka yako au rafiki wa karibu ambaye anataka kukuonyesha njia ya kuanza kujitegemea kwa kutumia kitu ambacho tayari unacho, akili yako na simu yako. Leo hii nimepokea 0.93 USDC kutoka programu inayoitwa Right to Earn. Hii ni kama shilingi 2450 za Kitanzania. Sio hela ya kuokota barabarani, ni malipo halali kwa kazi halali. Ujumba huu hapa umetoka Binance, pesa ilitumwa saa 5:13 asubuhi moja kwa moja kwenye akaunti yangu bila kulilia mtu bila ombaomba omba, bila kusingizia ugumu wa maisha. Najua hali ilivyo, nimepitia huko: kukosa hela ya bando, kuchoka na shida, kuona wengine wanafanikiwa na wewe uko tu unajikaza. Ndio maana leo nakuambia fursa hii ni yako, si kwa watu wa nje, si kwa watu wa juu, ni kwa watu kama mimi na wewe. Ninachotaka si kukutajirisha ghafla. Hapana, ninachotaka ni uanze njia mpya, njia ya kujitegemea, njia ya kuamka kila siku ukiwa na matumaini. Write to earn ni program unayoandika makala kuhusu crypto, blockchain, teknolojia na unalipwa kwa kazi yako. Hata kama hujui mengi sana, utafundiwa. Mimi niko hapa kwa ajili yako. Ukiandika vizuri ukashare makala zako na watu wakazisoma, unalipwa. Hii sio kazi ya kutumia nguvu, ni kazi ya akili na moyo. Sasa, ndugu yangu, kazi imeanza. Hatua ni hizi hapa. Hatua ya kwanza, bonyeza linki yangu kwenye description au comment ya kwanza na ujisajili Binance. Linki hiyo ni salama, na ukijiunga kupitia hiyo unaniunga mkono na nitakusaidia moja kwa moja. Hatua ya pili, thibitisha akaunti yako, yani weka kitambulisho chako kama nida, selfie na email yako. Hii ni kwa usalama wako tu. Hatua ya tatu, fungua sehemu ya pay ndani ya Binance app. Hapo ndipo pesa zako zitaingia. Hatua ya nne, jiunge na mimi kwenye Telegram au endelea na video zangu. Nitakufundisha kuandika makala zako za kwanza, hatua kwa hatua. Ndugu yangu, kama wewe ni mpya kwenye dunia ya kripto usijali. Mimi nilianza hivyo hivyo, nilikosea sana mwanzoni. Nilijaribu kila aina ya njia, nyingi zilinifanya nipoteze muda, lakini sasa nimepata njia sahihi na nataka nikushike mkono. Usiogope kuanza, usione aibu kuuliza. Kama unataka msaada wangu, nipo. Kama huna mtu wa kukuonyesha, mimi nitakusaidia. Unajifunza kitu mpya, unapata kipato halisi, unaamua muda wako wa kufanya kazi. Simu yako ndiyo ofisi yako, na hii kazi haina mipaka. Unaweza kupata wateja au wasomaji kutoka kote duniani, na kikubwa kuliko vyote, unatengeneza maisha yako mwenyewe bila kumtegemea mtu. Rafiki yangu, Usikubali uanze tena mwezi mpya bila kuwa na mpango wa kubadilika. Kama kuna video mmoja tu ambayo inaweza kugeuza maisha yako mwaka huu, basi ni hii, na kama kuna mtu mmoja ambaye anaweza kuwa daraja lako la mafanikio, basi mimi niko tayari kuwa huyo mtu. Jisajili kupitia link yangu description na comment ya kwanza, nitakuonyesha kila kitu hatua kwa hatua. Kwa upendo na kwa nia njema. Subscribe hapa kwenye Nuhu Online TV, share video hii na mtu mmoja unayemjali na tuanze kujenga maisha mapya kwa pamoja. Nuhu Online TV, sauti ya fursa kwa Watanzania. Karibu, umefika nyumbani.